Hii hospitali ni hospitali kubwa yeah. Na inatoshana na sehemu hii yeah. ya Western Kenya yeah. Hii hospitali itasaidiana na zile hospitali zingine referral yeah. kama ile ya Moi Teaching kule Eldoret yeah. kama ile ya Jaramogi Oginga Odinga hapa Kisumu yeah. Sasa hii ndio itakuwa hospitali kubwa ya watu wa Western Kenya sawa na mimi nataka nimwambie yule mtu ambaye tumempatia kandarasi, si ndio? Mimi nataka nikuje hapa mwezi wa kumi na moja nifungue hii hospitali ikiwa iko tayari. Sawa, tumeelewana? Tumeelewana. Hii hospitali nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni moja kukamilisha hii hospitali mahali ilivyo, alafu pia nimekubaliana na bwana Baraza vile tutaweka equipment kwa hii hospitali. Wale watu wake, eh, CC, wake, eh, ag, wanini, wa afya ama health na wale wengine wote waanze kupanga taratibu ya the equipment that is required so that through our next program We can begin to source for the equipment that will be used in this facility because universal health coverage will be a reality if we have the facilities, if we have the hospitals with equipment, with the capability to undertake every health requirement of the people of Kenya, especially for this facility, the people of Kakamega ya Kakamega oye! Wamama hai, vijana faa. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa mimi nakushukuru kwa ziara yako ya maendeleo kwa sababu umekuwa hapa kwa siku nne. Leo nakushukuru sana vile umekuja kuzuru project yako ya level 6 hawa na Kakamega. Jana ulikuwa na siku yao ya kuongea na sisi kama viongozi. Nataka kuhakikishia kwamba vile unajaribu kuunganisha Kenya mzima, hapa Kakamega nitakuwa mstari wa mbele, ili viongozi tutembee pamoja na viongozi wote ambao wamechaguliwa, tufanye kazi kwa heshima. Mwisho kabisa, mheshimiwa rais, mimi nataka kuhakikishia hawa wana Kakamega tuko nyuma yako, bako kwa bako. yeah. Kakamega hoye! Mwisho, mi nataka kuuliza wana kaka mega, muko tayari tatembea na rais kujenga hospitali, kujenga barabara, kuleta stima? Wacha ndio unaona ule watatembea na, na rais.